Kenya imeingia tena kwenye headlines za dunia, lakini safari hii sio kuhusu siasa pekee, bali pia jinsi watu wa nje wanavyowashangaa kuwacheka na hata kuwashukuru Wakenya. Sasa wamegeuza gumzo kutoka Gen Z kujenga hospitali hadi kuuzia wazungu sufuria za ugali kama artifacts au vinyago. Leo nitakuonyesha kile wageni na ndugu zetu wa Afrika wanasema kuhusu Wakenya, na ukweli ni kwamba hakuna mtu anayebaki kimya pale jina la Kenya linapotajwa. Kwanza kabisa kuna huyu jamaa aliyejitokeza waziwazi na kusema mtu yeyote akikutana na Mkenya lazima amshukuru kwa kile wanachofanyia dunia. Akieleza vile jenzi wa Kenya wameamua kujenga hospitali yao wenyewe, jambo ambalo limevunja rekodi za Afrika nzima. Kuna mtu hapa anaona hii ni kama hatua ndogo, lakini hii ni historia inayoandikwa na kizazi kipya. Whenever you come across any Kenyan in your entire life, just use one minute of your time to say thank you Kenyans for everything you are doing for the world. Because are you seeing this hospital right here? What?

Halafu akaja huyu jamaa kutoka Nigeria akiwakumbusha Wakenya kitu kikubwa mno, kwamba huenda hawajui impact wanayoleta duniani. Anasema Gen Z wa Kenya wamesababisha vijana wa kila nchi kuamka na kupigania haki zao, yaani Gen Z movement sasa imekuwa kauli mbiu ya dunia nzima. Je, yeah, hii ni heshima kubwa kwa taifa la Kenya, Kenya kuwa dira ya mapambano ya vijana

Congratulations to my ugali eaters for impactioning the whole world. One love. Kisha kuna huyu content creator maarufu kutoka Nigeria akilalamika kwa utani kwamba amepata taarifa kuwa jenzi wa Kenya wanajenga hospitali lakini hawajamwita. Hebu tucheke pamoja, manake hii ni ishara gani? Hata wageni wanataka kuwa sehemu ya harakati za Kenya.

Na huyu mgeni mwingine alilia kwa kamera mbele ya serikali ya Kenya akiomba visa yake iongezwe ili aendelee kukaa Kenya. Kwa nini? Kwa sababu amezama kabisa kwenye maisha ya utamaduni wa Kenya kama kula ugali, chapati, kugawana sahani moja na kucheza miondoko kama mapangale. Mtu akiomba visa kwa sababu ya ugali na chapati, ujue Kenya ni kitu kingine kabisa.

shout every day, mrembo unakafiti. Please, please, I want to stay in Kenya. Please extend my visa. Halafu kwenye video ingine hii imenivunja mbavu kabisa. Mkenya mmoja ametrendi baada ya kumuuzia mzungu sufuria ya ugali kwa dola elfu mbili akimwambia ni artifact au kinyago cha kale, na yeye ni archaeologist. Sasa jamani, hii ndio akili ya ubunifu wa Mkenya, hata sufuria inaweza kugeuka mali ya thamani. Kenyans, <laughs> Kenyans, Kenyans. Fellow Kenyans. So you need to by the way. I was watching a certain video of a cut out of uh, a certain guy, a certain Kenyan man. Mwenye alikuwa anauzia mzungu sufuria, akimwambia it's an ancient, ancient, pardon my diction, an ancient artifact and he is an archaeologist. So akaenda pameuzia msewa wenyewe sufuria for 259,000 wa Kenya. Bado niko na sufuria zangu sijaosha, zimekuwa zinalala kwa sing for a while. Niambie hizo tunaweza zipiga bei aje? cause there's no way on earth, there's no way on Aki wa Kenya. Oh my goodness, hey, mm -mm. I I, I applaud you I applaud you. And the guy was so convinced. And I'm like, this is an ancient uh, artifact. It was used to sijui do what and what. And I'm like, bro, uh-uh. You can sell anything. Ume, umelalia talent. Wachana na stories are uh, streaming. Umelalia lalia talent. Kabisa, kuja, utusaidie kuuza. Inchi yetu tulipe madeni bana. Umeona namna dunia inavyotazama Kenya. Wengine wanawashukuru, wengine wanatamani kuishi Kenya, na wengine wanacheka na ubunifu wa watu wa Kenya. Lakini swali kubwa kwako, kwa mtazamaji wangu, ni je, unakubaliana na wageni hawa, na ni ipi tabia ya wa wakenya ambao nadhani dunia nzima inapaswa kujua? Niachie maoni yako kwenye comment section, na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa habari zaidi za mastaa, siasa na lifestyle ya Afrika Mashariki kwa ujumla. E bwana, mi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo. E bwana, ee tukutane kwenye video ijayo. E yeah, <laughs>